Tuko Stamford Bridge, unajua kuna vitu vingi sana vya kujifunza na kupitia wenzetu. Bwana Madee, hebu niambie, uko Stamford Bridge, ni kitu gani ambacho wewe kimekuvutia hapa? Nimevutiwa na vitu vingi sana, vitu vingi sana, lakini kikubwa ni namna ambavyo wenzetu wanatunza kumbukumbu za wachezaji wao waliopita Oh, ambao walifanya mazuri hata kama wakufanya mazuri lakini, mradi aliwahi kuvaa yeah, jezi we'll nembo yeah, we'll ya ile timu husika, basi kumbukumbu mm. -kumbu yake haitaweza kufutika. Nilikuwa ndani humo, lakini niliona yeah. kumbukumbu ya Di Mateo, nimeona mm. picha zake na maelezo yake, nimemwona Zola. Unajua wakati hao wanacheza sisi ndo tunakuwa kuwa kwao, tumewakuta mwishoni mwishoni lakini nimesoma pale leo, nimepata historia yake nzuri, alikozaliwa, wazazi wake, mpaka vipi aliweza kuja kufika hapa. Lakini pia Yo. nimetoka nje mm. nimekutana na picha hii hapa ya yeah, Didier Drogba ndio hapa yeah, yeah. oh. uh, ni Mwafrika kabisa ambaye ametokea Ivory Coast yeah. lakini Chelsea nadhani walimchukua wakati ana <laughs> Nimekuja hapa nimekuta pia picha zake, na nikiangalia hii picha nakumbuka hii ilikuwa ni fainali, ilikuwa uh, inapigwa Munich. Drogba nafikiri ndo alienda kupiga penati ya mwisho kama sikosei, kama nitakuwa siko sure watanirekeza bwana, okay. yeah. uh, <coughs> hasapa, labda kuna, kuna, kuna kitu gani ambacho labda kwa timu zetu za Tanzania ambazo wanaweza kuiga mfano huu. Kwa mfano kama Yanga, tuzungumzie Yanga, mimi ni mshabiki wa Yanga ujue okay? Kwa hiyo Mayele kafanya vizuri kwa Yanga. Je, unawashauri nini Yanga? Yani kama wenzetu walivyofanya Chelsea, kwa sababu DJ Toba kafanya vizuri, ndo maana yuko hapo. Sasa unajua, wewe ni ni Gen Z, una kumbukumbu kumbu ya muda mfupi sana ya kina Mayele ambao ni juzi, lakini kuna watu walitoka kipindi hicho. Kuna Mohamed Hussein. Uh-huh. Edbil Jonas Lunyamila, kina Kitwana Manara. uh-huh. Hawa ndo watu ambao tulitamani sisi leo tukipita pale Jangwani tukute mapicha yao kama haya na historia zao, ili tuendelee kujifunza namna ambavyo wao waliweza kucheza. Kimtajia Mayele, sawa, so of course ni mchezaji mzuri, ametengeneza historia yake vizuri pale Yanga lakini haitakuwa ya vitisho sana kama ukiweka historia ya kina Edibil Jonas Nyamilani, kipindi chetu sisi tunakuwa, kwa sababu unaona sasa wesi bado umjui huyo yailijeale Yanga mm. Ukikuta picha yake ukisoma na historia yake utakuwa umemjua, yeah. Umejifunza. Lakini maele sasa hivi utamfundisha nini? Watu wote wanamjua bwana, lakini ameweka historia Yanga, ni kweli mm. lakini yeah. Sidhani kama historia yake inaweza kukuvutia sana kama ukiweka historia ya Muhammad <coughs> Hussein Machinga. Kwa kwa kwa kwa hapa Chelsea tutamwona Didier Drogba, okay, yule pale ni Desai, na kuna na kuna huyu mchezaji nadhani ni wa kitambo kidogo, labda ndio hicho linachojaribu, labda mimi kwa sababu nimeanza kufuatilia mpira juzi. Huyu huyu alikuwa na huyu anatoka Nigeria, Nigeria super Nigeria. si mchezo nakumbuka, yani ndio vitu tunajaribu kuvisema. Historia ni kitu kizuri sana mm. kwa hiyo hapa na maana, mimi hata kama kuna vitu sivijui, sijavifahamu, nakuja hapa nasoma historia yake, napata kujifunza, napata kumjua zaidi. Lakini naamini mimi nimemshuhudia, hata kama nidiokeza mwisho mwisho, yeah, mchezo michezo yote aliyocheza, lakini nimemshuhudia, ninaujua na ubora wake bwana na, nashukuru sana na, hadi uh, <coughs> mnaona kuna, kuna, kuna kitu cha kujifunza hapa.